Unajua, ATAPE ni madaktari bingwa na ni wajasiriamali, wamejaliwa na karama, lakini wao wametengeneza marafiki wenzao kwenye sekta ya, waliona ili jukumu peke yao hawataliweza. Sasa hapa inabidi muone na mtambue nguvu ya kanisa. Tulikuja kanisani kwa ajili ya kumwomba Mungu wale waumini miongoni mwao wakatengeneza ATAPE. Hao ATAPE hawako kwenye miti, hawako milimani, wako kwenye taasisi kubwa za afya nchini. Kwa kupitia influensi yao kwa kupitia ushawishi wao kwa kupitia mahusiano yao mazuri, ndio mnaona kina Dr Lulandala wako hapa wangekuwa hawa vijana wetu wana mahusiano mabaya na wenzao asinje kuwepo. Sasa ndio muone muone nguvu ya taasisi zetu za kidini leo. Kumwona specialist daktari bingwa pale, ndugu zangu wa kawaida hawawezi, ni ghali. Sasa mnaona eh? Sidhani yale pale ni bure. Kuna watu waliaminika, ndio mnazisikia milioni mia mbili na hamsini kwa sababu waliopewa wanaaminika, ndio watu wamejia. Kuna wengine wanapewa na kazi haifanyiki. Naona kama kambi moja kwa mwaka toshi <laughs> <laughs> si ni kweli eh? kwa sababu ninajaribu kuona, nitaenda kufunga hii kambi muda sio mrefu. Nina uhakika hapa wengine watahitaji consultation ya kesho na kesho kutwa tena, hamtuweza kuwamaliza. Sababu jambo mnalofanya ni jambo zito na kubwa sana, lazima liheshimike, lazima lipongezwe na lisemewe sana. ATAPE lazima waungwe mkono kwa namna yote ile tutatafuta utaratibu mzuri zaidi ili angalau kwa mwaka tufanye mara nne. Tunaijengea hoja tu hiyo. E, tunakuwa na moving doctors ambao wanazunguka wanakwenda mpaka vijijini kuwasaidia watu. Sasa tumekwisha fikia takribani watu elfu mbili mia sita ishirini na moja ambao ni sawa na asilimia mia moja thelathini na moja ya lengo tunaweza tukasema kwamba kambi letu limefanikiwa kwa asilimia kubwa na hatuna budi kujipongeza na kumshukuru Mungu kwa hilo. Waliopata huduma wanawake walikuwa 1625 sawa na asilimia 62, wanaume walikuwa 996 sawa na asilimia 38. takimu takwimu hizi, mgeni rasmi, zinaonesha kuwa a, tabia ya kuchunguza afya miongoni mwa wanaume kitaalamu tunaita health seeking behavior bado iko chini ukilinganisha na mwamko upande wa jinsia ya kike. Huduma zilizotolewa katika kambi hili ni uchunguzi wa magonjwa ya yasiyoambukizwa, kisukari, shinikizo la damu na matatizo ya moyo, uchunguzi wa saratani, saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti na tezi dume, ambazo ndizo zinabeba oro, uh, idadi kubwa ya magonjwa ya, ya saratani katika taifa letu lakini kumekuwa na uchunguzi wa magonjwa ya kuambukizwa UTI, magonjwa ya uh, sexual transmitted infections pamoja na malaria. Lakini kumekuwa na huduma ya uzazi, vipimo mbalimbali vya ultrasound, huduma uh, za macho na upatikanaji wa miwani, matibabu ya meno, matibabu ya mifupa na mishipa ya fahamu, matibabu ya magonjwa mengine na utoaji wa dawa, pia ushauri na saa, huduma za maombi na elimu ya afya kwa kwa jamii imetolewa kwa wananchi wa Mbagala. Mheshimiwa mgeni rasmi, ATAPE kama ilivyotambulishwa hapo awali ni kifupi cha Association of Tanzanian Adventist Professionals and Entrepreneurs. Hiki ni chama cha kikanisa kinachowaunganisha wanataaluma na wajasiria mali katika kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania kwa lengo la kutumia maarifa taaluma zao, talanta na rasilimali walizopewa na Mungu ili kuibariki kazi ya Mungu na jamii kwa ujumla kupitia majukwaa ya kitaaluma ujasiriamali na huduma za kijamii. ATAPE hujikita katika kufanikisha maendeleo ya mtu mmoja mmoja familia na taifa zima, huku tukisimamia maadili mema, uadilifu na uwajibikaji.